Na mkakati gani kufidia huo muda ambao umechelewa, kwauliliona hilo mapema natukakubaliana kutengeneza kacha program, ambao sasa kuendana na hiyo program ya kacha ndio ambayo imetufikisha mpaka hapa. Kwa hiyo tukaekea na deadline mpaka kufika mwishoni wa mwezi wa kumi na moja tutakuwa tumesharudi kwenye kwenye original program yetu ya mwanzo, na tumeona kuna improvement ambayo imefanyika kwa upande wa laboratories kama alivyoeleza waliezeka kwa hicho kipindi ambacho mlichukua mlichukua muda mrefu sana kufanya maamuzi, kwa kuzingatia kwamba ni uh, kampuni ambayo wanajua wanajenga UDOM wanajenga Njombe. Uzoefu mbona wanayo. Ingekuwa kampuni ndogo changa ungesema wanajistaita, lakini nao uzoefu wanao. Kwa mlichukua muda mdogo kufanya hayo maamuzi skachanani mnamweka hapa kusubiria kila kilichopangwa kwa tutokee. Kuna wakati wanatupa mpango mzuri, lakini mtekelezaji <coughs> <kitukeleleji> wa ule mpango <coughs> fursa <coughs> kuja kutembelea majengo ya Chuo Kikuu cha, uh, cha Dodoma wao pia wamekuwa na, na, na, na fedha ambazo zimewawezesha kujenga kampasi yao hapa. Chuo hiki kilichelewa kuanza ujenzi huu ukilinganisha na vyuo vingine ambavyo vimenufaika na mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi maarufu tunaita HIT, ambapo mradi huu unajenga uh, miundombinu katika vyuo vyetu vikuu vingi vya, vya umma vilivyoko katika maeneo mbalimbali. Lakini tulitoa pia maelekezo kwa vyuo hivyo wajenge katika maeneo ambayo hayana kampasi za vyuo vikuu. Kwa hiyo chuo chetu cha UDOM kilipewa uh, uh, nafasi ya kujenga hapa uh, Njombe. Elimu ya juu imepanuka sana na serikali inaendelea kuongeza miundombinu ili watoto wote wa Kitanzania ambao wanatamani kupata elimu yao ya juu waweze kupata fursa hiyo katika mikoa mbalimbali ambapo kutakuwa na vyuo hivi. Kwa hiyo ni mradi mkubwa ambao unafadhili elimu ya juu katika maeneo ya majenzi, katika maeneo pia ya kuimarisha matumizi ya sayansi na teknolojia, na more importantly, matumizi pia ya tehama katika kufundisha na kujifunzia. Lakini pia tunapitia mradi huu, tumeenda kufundisha jumla ya wahadhiri wasiopungua 500 ambao watarudi sasa na kuweza kuajiriwa katika vituo hivi mbalimbali ambavyo tuna tumevijenga. Kwa majenzi ya upande wa UDOM tumeona kazi inaendelea vizuri majengo mbalimbali mbali yapo katika hatua mbalimbali mbali, lakini kwa kweli pia kama ambavyo tumefanya kwenye tukio kihuria tumemsihi sana mku, mka, mkandarasi ahakikishe kwamba anafidia muda ule ambao umepotea. Katika mwaka 2026/27 mwaka wa kielimu, tunategemea kampasi zote hizi zianze kutumika. Kwa hiyo wakandarasi watambue kwamba Watanzania wanasubiri ukamilishaji wa majengo haya ili watoto wa Kitanzania waweze kupata elimu kwenye majengo hayo. Kwa hiyo wakandarasi wanapoendelea na kazi, wajue kuna malengo mahususi ambayo tumeyaweka na anahitaji kutusaidia kukamilisha kazi kwa wakati, ili majengo haya yaweze kutumika kama ilivyokusudiwa. Kwa hiyo tunawasihi pia wakandarasi wajitahidi kwa swala la ubora. Tunajua kuna mekanizmu mbalimbali za kuhakikisha ubora unazingatiwa, lakini wahakikishe ubora huo unazingatiwa na kila hatua vipimo vinavyotakiwa vinafanyika, na wale ambao wako kwenye ground wako field, clerk of work foreman for whatever ambaye yupo kwenye field hakikisha kinachopaswa kufanyika katika eneo hilo kwa siku husika basi kinafanyika. Kwa hakika tunaishukuru serikali yetu, nyote mtakumbuka kupitia elimu bila ada watoto wengi sasa wanamaliza elimu ya sekondari. Sasa watoto hao wanakwenda kusoma wapi tusipoweza kupanua na kuongeza fursa za elimu? Kwa hiyo maoni na maono makubwa ya viongozi wetu ni kwamba tutanue nafasi za vyuo vikuu ili watoto hao sasa waweze kupata elimu yao ya elimu ya juu katika maeneo ambapo watachagua. Ukweli ni kwamba sasa Tanzania tutakuwa na vyuo vikuu almost kwenye kila mkoa. Hapa tunapoongea, kila mkoa una chuo kikuu au kampasi ya chuo kikuu Majengo haya yote yakikamilika, mkoa ambao tumebaki nao ambao utakuwa hauna kampasi ya chuo kikuu ni mkoa wa Pwani, ambao unajua pia chuo kikuu huria wapo. Kwa hiyo almost kila mkoa, kila mkoa wa Tanzania una tawi au chuo kikuu katika maeneo husika. Kwa wa Watanzania wenzetu wafahamu serikali yao imejipanga vizuri kuhakikisha watoto wetu sasa wanapata elimu ya juu na hivyo waweze kuchangia katika maendeleo ya taifa letu. Wakati huu wa ujenzi pia tuna fursa kubwa. Tumeona kabisa kwamba kuna uhaba ya wajenzi eh? Tunahitaji wananchi wa Njombe nao washiriki katika hizi kazi za ujenzi. Ni kazi ambazo ni nzuri, zinalipa. Tusisikie tena vijana wanasema eti ajira hakuna ajira ni nyingi sana zinazohitajika. Kwa jinsi hiyo, naomba wengi wajitolee waje hapa, kazi zipo hapa katika huu mradi wa UDOM. Majengo yanajengwa sita na wote tumeyatembelea. Fedha ambayo imetolewa hapa na Dr. Samia Suluhu Hassan ni hela nyingi, bilioni kumi na saba, na hii hela yote inatakiwa ionekane imeingia katika mkoa wetu wa Njombe. Kwa majina naitwa Dickson Ilikwazi Mwipopo, mkurugenzi wa Limited na ndo tulioshika kazi ya ujenzi wa kichuo cha UDOM kampasi ya Njombe. Na kimsingi mradi huu ni kweli kama ambavyo wamesema viongozi wangu, ni mradi ambao utanufaisha sana kwenye mkoa wa Njombe, lakini hata hususan wa nyanda za juu Kusini. Na kimsingi tu niseme mimi nimepokea maelekezo kutoka kwa viongozi wangu kuhusiana na zile progress ambazo kidogo zimeonekana ziko nyuma lakini zile nyingine ambazo ziko mbele ya, bado naendelea kuamini kuwa tutafanikiwa kufikisha kwa muda ambao tumepewa kwa maana ya muda wa mkataba wetu wa miezi kumi na mbili. Tutajitahidi mpaka tutakavomaliza ambao ni tarehe 25 na nafikiri mwezi wa tano. Lakini pia niseme a, sisi tunashukuru sana hasa kwa maana ya chuo cha UDOM kambasi meni, kambasi Dodoma kwa kutupa hii kazi na tuahidi tu tutafanya kazi kwa ubora kama ambavyo na nyinyi mmeona, kama waandishi wa habari na yale ambayo yameona, kwa maana ya sehemu tulizochelewa kama akademi na, na hosteli, tumejipanga kama ambavyo tumeagizwa na katibu mkuu kuongeza manpower manpower, lakini na kufanya kazi usiku na mchana.